Baadhi ya wananchi wamesema kuwa licha ya jitihada mbalimbali za serikali, bado barabara hiyo imeendelea kuwa katika hali mbaya, ikisababisha ajali pamoja na kuchelewesha maendeleo kijijini hapo. Barabara kero, eh? Barabara kero. Yaani shida. Magari hatupitishi kama tunasafirisha mipunga tunapata tu shida e, maana mashamba yote yako huko, changamoto kubwa sana, ni changamoto nzito, ama kwa ujumla miundombinu imekuwa ni changamoto sana. Tunapokuwa tunahitaji huduma za kiafya, kutokana na mama mjamzito, tunatakiwa tumwoishe hospitalini, lakini kuna kipindi ambapo mafuriko yamekuwa yapo kwa kiasi kikubwa, hivyo tunakuwa tunashindwa kufika kwa wakati sahihi, mpaka inapelekea wamama wajawazito kujifungulia sehemu ambapo sio vituo vya afya kwa upande wake diwani wa Kata ya Ikama amethibitisha kuwepo kwa changamoto hiyo na kueleza kuwa tayari ameanza kushirikiana na mamlaka husika kutafuta suluhisho la kudumu Tarura amefanya vizuri sana na nimeshinda sana kwenye ofisi zao ni bajeti tunawasumbua ukitoka hapa kwenda kwenye shule ya Europa ni kama kilomita moja mheshimiwa mkoa mkoa, shule ile ni hatari kuna zanati kuna shule mto umekata kabisa ile barabara barabara imeisha ninavyosema kutoka kwenye mto kwenda kwenye shule ya msingi na, na zanati ni, ni, ni, ni, ni, ni mita hamsini kwa muda wote ile shule mkoa mkoa na zanati vinaondoka. Nimepiga kelele lakini ni hela tu hamna. Mkuu wa wilaya amejitahidi kwa uwezo wake, ameshindwa kwa sababu ni ndogo, lakini kwa sababu wewe ni mkuu wa ulinzi na usalama kwenye mkoa wa Mbeya mkoa wa Mbeya, na nakufahamu comrade, Dkt. Juma Homera, nafikiri kusema neno ile shule pale. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaomba msaada wako, shule inaenda kuzama na kuzama. Akizungumzia hali hiyo, mkuu wa mkoa wa Mbeya Dkt. Juma Homera amewataka wakandarasi kuhakikisha wanadhibiti maeneo korofi ya barabara hiyo ili kuwawezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku bila usumbufu. Wewe andika mapendekezo yako, ukishaandika hiyo barua, anambia maelekezo ya mkuu wa mkoa wa Mbeya kwamba alifika kwenye ziara na ametuelekeza kwamba tuandae uwezekano wa kudhibiti eneo yani ambayo inaenda kuharibu miundombinu ya shule pamoja na zaanati halafu, baada ya hapo wao Tarura watakuja kuangalia, wataangalia mazingira jinsi yalivyo, ya baada ya hapo tuweze kuendelea sawa, kama kuweka gabion, maana ni kazi ambayo tunaweza tukaifanya. O wewe e, liandikie hilo haraka sana kwa engineer Kindole. Haya ndo maelekezo yangu, yani e, hakikisheni mnakamilisha, tutakamilisha. Hakikisheni mnakamilisha, maana tunaweza tukatoka hapa mkaacha wananchi wanahangaika. Umeelewa mzee? Nimeelewa mkuu. Eh. Yaani kazi yako kipimo kimoja hapo cha kazi yako ndo pale. Sawa. Ukifeli pale rafiki yangu yaani rafiki yangu hata kama ukiwa mzuri vipi tabidi tu rafiki yangu safari na kuuza <laughs> <laughs> Hatuwezi kufeli. Haya. Ah, nikiripoti kutoka hapa mm, mkoani Mbeya. Mimi ni Samwel Mpogole.